Najua unajua ya kwamba unatakiwa uwe na nini ili uweje kuomba ukimbizi, uwe na story, uwe na ushahidi evidence. Ni rahisi tu namna hiyo, ukiwa na story ya kuja kuwasimulia wazungu tatizo lako ni nini, na wakakwambia ok, kama tatizo lako ndio hilo, hebu tuonyeshe sasa ushahidi ili tuweze kuamini. Na tayari ukiwa umeandaa ushahidi itakusaidia vizuri. Usije ukajidanganya au ukadanganywa ya kwamba nenda tu, utaenda kujilipua tu huko huko, ah, mimi nikifika kule nitajilipua tu. Hiyo unakuwa unakosea, kwa sababu ukija hapa bila kuwa na story itakuwa vigumu sana kuiandaa story, ndio zitakuwa hadithi zile zile ya watu, unakuta unaanza kuhangaika unapata shida kubwa sana. O so, habari yenyewe ambayo nakuletea ni hii, kama labda we umekuja kuomba ukimbizi hapa Ujerumani na mambo yameenda siyo vizuri, kuna njia hii unaweza ukaitumia, unaweza ukaomba ukimbizi kanisani. Nenda kanisani hapa Ujerumani, kwenye makanisa, kanisa lolote we nenda pale, kawaereze tatizo lako, ili mradi tu uwe hambo uwe mtu fulani mtulivu, wanakupokea. Kanisa lina nguvu sana kwa hapa Ujerumani Ukienda pale kama wewe ukisema mimi ukaeleza tu shida yako jinsi ulivyo, haijalishi ni ukimbizi wa aina gani, haijalishi ni story ya aina gani ulionayo. Wengine wanataka labda una stori ya ushoga na hicho mambo kama hayo, wanakusikiliza, hawazingatii hayo mambo ya ubaguzi hapa Ujerumani. Kwa hiyo umeona mambo yako kwenye ukimbizi hajakaa vizuri, kuna kitu vimeenda tofauti, nenda kanisani watakupa msaada na ukijiongeza zaidi, unaweza ukatoka hata huko ulikotoka ukafikia moja kwa moja charchi, kanisa linakupambania, unapata kabisa vibali vya kukaa hapa Ujerumani. Chukua hiyo, kama umeielewa itakusaidia kwa namna hiyo. Na kama una maswali zaidi, unataka kujua zaidi, unaweza ukauliza vizuri. Huwa ni vizuri kuuliza, maana unapouliza unajuzwa zaidi. So tuachane, endelea na mambo yako Nami niendelee na, na mambo yangu hapa mpaka tutakapokutana kwenye video itakayofuata. Chao.